Ni kitabu cha Mwanzo tano, Mwanzo tano tatu anasema, Adamu akaishi miaka mia na thelathini akazaa mwana kwa sura yake na kwa mfano wake. So kwa sura ya Mungu kama Mungu alivyomwambia Adamu, na muumba mtu kwa sura yangu na mfano wangu. Adamu akazaa mtoto baada ya uasi kwa sura yake na kwa mfano wake, kwa maana kwamba watoto waliozaliwa baada ya uasi wa Adamu walizaliwa wakiwa na nafsi mfu, kwa maana nyingine kwamba mimi na wewe tulizaliwa tukiwa na nafsi mfu. Nini ambacho kinatupa uthibitisho? We, angalia hii. Je, kuna shule inafundisha kudanganya, kusema uongo? Hakuna hiyo shule inafundisha kusema uongo, lakini ona tunavyodanganya sasa, tunavyosema uongo. Kwa nini? Kwa sababu tumezaliwa na ile nafsi iliyokufa. Hakuna shule inafundisha zinaa. Hakuna shule inafundisha eh, ina, inafundisha magomvi. Hakuna shule inafundisha mafarakano. Hakuna shule inafundisha hasira. Hakuna hiyo shule, lakini tumezaliwa na hiyo vitu vyote. Hakuna shule inafundisha ubishi, lakini sisi ni wabishi. Kwa nini? Kwa sababu ya nafsi iliyokufa tuliozaliwa nao. Ule mtu wa ujuzi wa mema na mabaya tuliozaliwa nao. Ona tunatembea namna hiyo, unakuta eh, mtu kadondosha kitu labda kadondosha fedha hapa 500. Kwa sababu ya ile akili ya dunia hauwezi ha, kwa sababu ile nafsi mfu hauwezi ukaokota ile ukamrudishia. Ndio kwanza utaikanyagia. Umeona? Unaikanyagia, unaivuta asione. Na hata kama ukizoe, jamani, ume ume ume ume ume umeokota, unasema sijaokota mimi. Kwa nini? Kwa sababu ya nafsi ile mfu, kwa sababu ya ule mtu wa ujuzi wa mema na mabaya uliokuwemo ndani yetu. Kwa hiyo kadri mtoto anavizidi kukua, ndivyo ambavyo ili, ule mtu wa ujuzi wa mema na mabaya unaendelea kukua ndani yake ile akili ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya inaendelea kukua. Umeona? Mtoto mdogo amelamba sukari, una ni unamwiza je, ni wewe umelamba sukari? Anakataa, anakataa, sasa mimi sijalamba sukari. Ni wewe umeiba? Sasa mimi sijaiba, ni sija. kwa nini akatae? Ni kwa sababu ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ile nafsi mfu aliozaliwa nayo. Ndio maana nikakwambia kwamba ukibaki kwenye kituo cha mtu, hauwezi kutenda mapenzi ya Mungu, hauwezi kusikia sauti ya Mungu, hauwezi kutembea na Mungu, hauwezi kuwa na ulinzi wa Mungu.